Sitaki unipite kwenye hili, mama Juni. Naomba uniambie kabla ya kuwa na mimi ulikuwa unafanya kazi gani?

<laughs> enjoy sana kali? Ni basi tu mapepo, nashangaa. si hata mapepo umetoa wapi ya kulalamika asubuhi. Wacha kuongea maneno ya kipuuzi. umepata tu ujasiri na uthubutu wa mapepe, yafora, kutamka maneno hayo. hujui kama mimi ni shemeji yako? Hujui kama mimi ni mume wa mtu? Ivi baada yote kutokea Mtamuliza nini mke wangu? Ah. Hapana Kendi, kwa ilo ulolifanya, hili ni kosa kisheria, yaani kiuhalisia, hapo umenibaka. Nimekubaka kati, ulikuwa unaenjoy tena, ulikuwa unatamani tamani kabisa, hata tusimalize, tuendelee eh? Ndio. Kwa nini useme nimekubaka? Kikaka yanipende uenjoy sana tu. <laughs> Wewe ni mtamu, natamani turudie hata sasa hivi. Niach, usinishike. Kahaba mkubwa wewe. Kahaba mimi au mkeo? Hivyo unajisikia unachokiongea kweli? Unamhitaji mkewangu kahaba? Hivi kindu nakiitimamo hujikw huo mwanamke unemdi haki ni mke wangu. Na ukiachana yote, na yote dori ni ndugu yako na kahaba. Kabla sijakujibu kwenye huo ndugu kwanza. Nisubiri. Toka hapa. Nisubiri nini? Sijafikiria kama ungekuwa shetani kiasi hicho. Emniambie mimi namkie nani kaba hmm? Sikia weyo, nakwambia kwanza, udoro unaisema mii kwamba ndugu yangu. Hata ndugu yangu ni mama tu, alimtoa kwenye danguru lake akamfanya kama ndugu yangu. Hatuma undugu wowote, ni kaaba mmoja, to awokusama kazi na ukapata kumstiri. Basi kai huyo unanifaa mimi na sio huyo Changudoa wako. Mm-hmm. Vipi imekuingia hiyo right? ni karata yangu joka, kati ya karata hamsini na mbili. Sasa basi mimi naomba tuanze na joka <laughs> nyumbani. Na tumekupigia sana simu yako ukawa haupokei. Wewe inakuhusu nini? Tangu lini umeanza hiyo tabia ya kuniuliza kwa nini sijarudi nyumbani? Namanakagani a kuniuliza hivi? Usiulize, wewe nani? Unajua tumelala kwa wasiwasi kiasi gani? Zawadi ipo sahihi, lazima aulize. Tunakupigia simu zetu ushiki, kila tunakupigia simu aupokei, afu sasa hivi unasema kwamba wewe uniulize kama nani? Lazima tukuulize hivi, wewe ni nani? Unaniuliza? Well, okay, mimi ni nani? Nianze kujitambulisha sasa? Sawa, so, mimi mke wako Dolini, maana naona umenisahau. Huyu mwanamke ule ulalanaye, sikuwa kupa nini kai mpaka unajisahau mke wako na kuuliza ni nani? Mama Junior, mke wako, mama Junior. mke wangu au ni kahaba? Maisha, Maisha mama, uzalilishaje sasa? Haiwezi <coughs> kuwa <coughs> rahisi hivyo bwana. Sawa, kuna sheria za mpangaji, mpangaji ana sheria zake. Sheria, sheria, sheria kaya gani? Mimi mimi, nina haki. Unanisikia ah, nimi... kwangu miezi mitatu. Hii sheria unataka sheria gani? Nakwambia kuna. Twende mahakamani. Twende mahakamani. Twende mahakamani. Mama Tasha Mimi mimi mimi nisaidie. nisaidie. Mahakamani usitolee macho mafaili yako yote ninayo. Wewe ni kahaba, unajiuza kwenye dangulo. Kwa nini nifanyie hivyo, mama Junior? Yaani nimekuoa kwa taratibu zote za kidini na kisheria, afu leo hii mke wangu unadiriki kujiuza. Baba Junior, mbona sikuelewi? Kwa nini umekuja tu unaanza kunitukana matusi? Kwa hiyo hiyo ndo tiketi yako ya kurudi nyumbani? Yani umeona umelala huko usiku na mwanamke wako ukaona nikirudi nyumbani niende nikamtukana yule mwanamke nimdhalilishe mbele ya dada wa kazi? Kwa nini unanifanyia hivyo wewe? Doreen, Sai kusikia neno lolote kutoka kwenye kinywa chako zaidi ya kujibu swali langu. Kabla ya kuwa kwenye mahusiano na mimi, ulikuwa unajishughulisha na nini? M, mimi sijawahi kujishughulisha na chochote. Hizo kazi zote unazozitaja, mimi sijawahi kuzifanya, sijawahi kabisa. Kali, kwa nini unanivunjia heshima kiasi hicho? mimi kweli mtoka kufanya kazi kama hivo? Hapana, umevuka mipaka. Kali Dori, sitaki unidanganye, naomba uniambie ukweli. Kabla ya kuwa na mimi, ulikuwa unafanya kazi gani? Usinifiche, niambie sasa. Sasa ulikuwa unafanya kazi gani? Mama, mimi ni kama mwanao Kitendo unachokifanya ni kunidhalilisha eh? Alafu kisheria mtu anapohama, mama yangu, huwezi kumhamisha pasina kujua ana pesa au hana. Una uhakika gani mama yangu eh? Naomba nipe hata miezi mitatu tu nijipange, nakuomba. Lakini wewe mimi nakudai miezi mingapi? na kawaida notice inatoka miezi mingapi? Notice ni miezi mitatu, na wewe nakudai kodi ya miezi mitatu. Umekwisha maliza kodi yako, umekwisha maliza notice yako, sikuhitaji hapa ya ndani Ah, hapana, matazo usifanye hivyo mamangu. Mimi kama mwanao, umeona bwana, nimekuja hapo kwa upendo mamangu, nikae na hii familia. Nimeipenda kusema kweli, hii familia ni nzuri jamani, si wewe si wajukuu zako, mna roho. Kwa hiyo nakuomba, nakuomba mamangu, katika hili, naomba unipe nafasi ya mwisho. Nitapambana, unasikia mama, nitapambana. Hiyo miezi mitatu nitakulipa, nitakulipa. Sio mitatu, nitakulipa miezi sita dabo dabo. Nimesema hivi. Nyumba yangu sitaki kuingiza tena mpangaji yeyote. Nahitaji kile chumba kiwe special kwa ajili ya wageni tu. Kama mambo ende mahakamani tujue moja. Nani, halo nani? Dalali Mpemba, uko wapi? Uko wapi? Mambo yameharibika. Ta achana na mambo ya kahawa, hembu njoo huku, mimi nadhalilika huku mama anadhalilisha huyu Eh, umeona anatupia tanki langu la maji haya. Haiwezekani bwana, kuna sheria. Wapangaji kuna sheria, huu ni unyanyasaji wa kijinsia. Eh, mpangaji unamhamisha kipindi ambacho unauhakika na pesa, unauhakika gani? Kwa hiyo mimi nikaa nje nikiliwa huko kama mahakama yako unaoitegemea imenisaidia mimi hapa, mfuko wa simenti kunyanyua, tofali, kupia kulipa hela kwa mafundi, basi utakaa ndani. Lakini kama haijanisaidia, eh, sawa sawa. Eh, safi eti dalali, nipenda si ndio? Eh, kama mpangaji unataka kumhamisha, si lazima ujue mfuko wake ukoje? Eh, na sheria, lazima umpe miezi mitatu. Lakini inawezekana vipi mama ananifukuza hivi kana kwamba mimi mundani nimeua Kweli kuna shida gani? Nataka nijue shida. Mimi sijui mama, kuna shida gani hapa? mimi ndo mwenye nyumba, mimi ndo mwenye nyumba. Hakuna mtu yoyote alionisaidia kujenga hii nyumba. Mimi ndo nimeamua, huyu ndani simtaki, ahame. Sihitaji mpangaji, nimemchoka, simuhitaji. Hicho tu. Ala, kweli? Unamdai miezi mingapi? Miezi mitatu huwezi kupinga namna hiyo, miezi mitatu baba. Alikuepo. Sikiliza mama, ni hivi kisheria, afu nshajua. Kwa nini mama unanifukuza hivi mama, kweli? mimi ni kutafutia kazi laki mbili na ukaishindwa, mwenye ah, unanifukuza, ushajua. Eh, lakini tulikubaliana mama, ni mambo ya asili hmm? Si tulikubaliana. Alafu naomba ufunge kinywa chako. Hiyo kauli yako sitaki yako kusikia. Yaani unavyoongea hivyo ndio natamani hata nikunyanyue hapa. hapa? Sasa mimi humu sitoki. Tako kutoka. Utatoka na kwambia wewe wewe unatania nini? Nyumba nyumba yako. Unatoka. Shida gani hapa? Mbona kuna mizozo? Kuna shida baba, tunaigiza hapa. Mnaigiza namna kama hii, naona kabisa mnagombana. Mnaigiza maigizo gani yako hivi? kwani mlipata na nini? mbona sikuelewi? kwani mna nini? Wewe mimi, sijawahi kufanya hizo kazi na sijawahi hata siku moja, na sijui kwa nini umepanga leo kuja kunivunjia heshima eh. Mimi sijawahi kabisa, na sijui hizo kazi, sijawahi kufanya hizo kazi, hizo kazi yaani... Tafadhali baba Junior, usivuke mipaka yako. Hata kama umenichoka sio kiasi hicho, nakuomba please. Kwani kitendo chako ndicho kifanya leo umenikwaza, yani umenikwaza sana, umenivunjia heshima mpaka mwisho. Mimi na kujiuka kwenye tangulo, umenichoka kiasi gani? Sijapenda kabisa, sitaki unipige kwenye hii. Mama Junior, naomba uniambie kabla ya kuwa na mimi ulikuwa unafanya kiasi gani? Simshiki kabisa. Nataka unielezee ukweli. Hata si igizi. Unachokiona hapa kinachoendelea na kimaanisha. Simhitaji huyu mpangaji hapa ndani kama nina shida ya kukaa na mtu hapa ndani, ni heri nikamchukua ndugu yangu huko nikamleta hapa ndani. Lakini sio mbwa huyu. Umesikia baba yangu Chacha? Mimi niko tayari Kula, kula, kula, kula, kwa sababu hii nyumba naipenda, familia naipenda sana. Msiniache peke yangu baba. Yani huyu mbwa huyu namchukia, sitaki hata kumwona. Kibaya zaidi alichokifanya, wajukuu zangu mimi nawategemea wasome huko waje kupata kazi na mimi kidogo ndio na maisha kidogo mazuri. Leo hii yeye anaenda kuwarubuni kwa kuwatongoza. Ushindwe, ashindwa wewe pepo. Uwezi kusema namna hiyo. Hivi nyinyi ni wapumbavu eh? Yaani wajomba zangu mimi napambana wasome, wao wanakuja na kuwatongoza kuharibia future yao si ndio? Mama ameshakwambia kwamba umo ndani, akuhitaji, anataka uondoke. Inaonekana wewe hekima na busara hauna na ustaarabu hutaki. Amani kwako ni vita si ndio? Sasa utanambia utaondoka uondoke. Uondoke. Toa. Unaondoka Wewe, toa vitu ndani. Ah. Toka. ndanikuna ah. kuna vingine uleli. katoe, katoe bwana Paka tufa. Wewe, wewe njo kwanza unaingia mwandani kwako, una kibali gani cha kuingia dalali? wandanioahivi oh, kuingia kwa nyumba ya mtu bila ruhusa yake? Sana. Hmm. Una bwana wapi pumbavu, wewe? yamtubilahsake hmm. Mimi unavyoona hapa mgonjwa bwana, mimi natibii tajifia hapa nikupeke simule wewe ni hapa aliponya. Sina uhakika kama uko vitu vipo au vishato. Mimi sijafanya hizo kazi, baba Junior, na sijawahi kufanya hizo kazi. Yaani ndio kwanza nazisikia kwako wewe. Sizijui na sijawahi hata kutarajia kuzifanya. Kwa una nini unanivunjia heshima, baba Junior? Mm. Hujawahi kufanya hiyo kazi. Sawa, so, Ni suala la muda tu. Kila kitu kitakuwa hadharani Nikwambie, hakuna uongo wa kudumu, mambo yako yote aonea. Kwani mimi nimekukosea nini? Mbona sielewi, yani umekuja tu kwanza, umerudi asubuhi bado tena unaanza kunivunjia mimi miheshima na kunitukana, umepatwa na nini? Mbona jishukia? Sijawai kufanya hii kazi mimi, nitathibitisha kama ushi kufanya au ujawai upumbavu mkubwa. Sawa, si umeamua kunivunjia heshima, si umeamua kunitukana, umeamua ili kuja kusema kwamba naenda kumtukana yule mwanamke. Sawa, nashukuru sana baba dini, asante. Zidisha babangu, zidisha. Naona huko ulipolala ukaona yule mwanamke nitaenda na mwa ni na kisa gani niende nikamkorofisha, ukaona uje uniletee mambo yako ambayo usiyaelewe. Usema ukweli, sijapenda. Yaani, umenivunjia heshima vya kutosha umenivua nguo zangu mbele ya dada wa kazi, umenidhalilisha vya kutosha Baba Junior. Sijapenda kabisa hichi kilichotokea leo. Endelea. Ingilia kati. E eh, e, e Mungu, eh, eh, Baba eh, eh. Mana wendo nguzo yangu. Mmm, oh baba atandugu wa nikate nyanguke chini, wasimyokote nitamwambia ya Mungu wangu nitete, yatapita. Ewe njiwa, ewe njiwa, peleka salamu yule kwa yule wangu wangu, muhimu sasa. Unafikiri babu mdogo akijua itakuwaje? <laughs> na je tola akijua kama nataka kutoa mimba yake? Wewe ni kama ndo itanitesa zaidi. Hivi ni mara ngapi nishakukataza maswala yako ya kuimba kuimbaimbai hivi bibi? Kwani kuna shida gani? Mimi katika hili siwezi kukubali yani hazimametuamimbayangu nafurahia sana mapenzi yako, na ndio maana mtoto wako amekuwa kama kainamishwa. Chochote anachoelekezwa na kuambiwa, yeye anafuata na kuahidi ji naporudi na kuletea umbe la samaki. Mimi, ndugu yangu, cha kushauri ni kitu hiki kimoja. Ewe njiwa ewe njiwa, peleka salamu kwa yule kwa yule wangu muhimu. Hicho ndo ninachokitaka mimi. Siwezi kufanya hivyo Maua. Yani utasikia mdogo wako nimepiga. Tukio la ajabu kweli. Wewe unataka upendo, unataka mapenzi shazima. Yani, yani mimi yule ni mke wangu. Yaani, kwa sababu hapa mimi nilikuwa napita tu hapa na mpenzi wangu Tola. Mbona mimi nilipanga nikwambie, hata hayo maneno ulipoyasikia, nilikuwa nazungumza katika hali ya story tu, na sikutegemea kama angesambaa kiasi hicho. Hali sio hali, hali mambo sio shwari, upepo na tufani vinanisukuma mi hata riziki, inayo inayoipata mi haitoshelezi kuilisha familia. Ingilia kati e Mungu Baba e, e e,